Kwa ajili yao. Kwa hiyo, wapendwa, tunaomba watoto, kama una uwezo wa kumpeleka mtoto shule mpeleke shule. Pesa tunayoitumia ni nyingi sana, kwa hiyo mtoto anapokuwa haendi shule tunapata shida. Bibi Ayubu ni mfuatiliaji sana. Ayubu unanielewa? Yaani, ulitufanya tukasumbuka sana. Kwa hiyo tunaomba sana watoto, mkienda shule mfike shuleni. Bibi anajitahidi sana, ili uweze kupata elimu. Kwa hiyo jitahidi sana sana ufike shuleni. Usema unaumwa, hauko nyumbani, hauko shuleni, hauko hospitali, hauko yaani sijui uko kwenye hewa. Hiyo inatusumbua sana. Naombeni mrudi kule, mgrudi sindikize rafiki yake nyumbani maana alikuwa anaumwa. mpigeni <laughs> makofi. Ayubu Ayubu, Ayubu, Mungu anakuona. Kabla sijaendelea sana naweza kumkaribisha alikuwa kaimu mkurugenzi tangu mwaka wa elfu mbili na tisa kabla hatujaendelea, ni ndugu Mabondo Ismaili. Karibu sana, habari za saizi, jamani na washukuru sana kwa kuja Me... naweza kawa muda mrefu sana sijaonekana, kastukata na majukumu mengineyo, lakini kwa wale ambao wanakumbuka miaka ya zamani zamani, tulikuwa tunaonana, wengine naona wako sekondari, lakini walikuwa hata chekechea wajanze. Kwa hiyo ni muda mrefu sana kwa kweli, najivunia nafurahi kuona waliokuwa darasa la kwanza sasa hizi wako form 2, form 3, wengine wako wengine wanafanya kazi tayari, washamaliza shule kusova, wakwoli mimi inafarijika sana. Kwa hiyo nimefurahi sana uh, kujumuika na nyie, japo niko kwa kuchelewa, nimetoka safari nikaunganisha moja kwa moja ili ni, niweze kuhudhuria ya siku ya leo. Kwa hiyo nimefurahi sana naitwa Mabondo Ismail kama nilivyotambulishwa, uka wabariki sana. Mwuzi, mwuzi napenda kutambua pia watoto ambao tumewatembelea na kulipa madeni yao ya kuanzia ya Januari mpaka mwezi wa kumi na mbili ambao ni familia ya Fadhili Msasu Rachel Lea na Geoffrey. Watoto mnaonaje, wanafanya vizuri shuleni, mpaka unasikia amani moyo wako unafarijika. Hawa wakubwa wawili ni mapacha, huyu ni Lea na yule Recho, wanafanya vizuri sana shuleni. Recho ana wastani wa B na Lea ana wastani wa A afanye vizuri mpaka amfikie Lea au ikiwezekana ampite. Wasome kwa bidii sana, waende shule maalum. Taasisi yetu ya Great Hope itaendelea kuwasaidia na kuwawezesha zaidi na zaidi. Hawa tumelipa kuanzia Januari mpaka Desemba, na mpaka tumewalipia shilingi elfu sabini ya trip yao ya kwenda Bagamoyo ya kimasomo. Hiyo ni nje kabisa ya fedha za shule na chakula na tisheni. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa sababu wanafanya vizuri, tulianza nao akiwa chekechea hapa hapa mpaka sasa hivi wanaingia darasa la saba. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yenu Mungu awabariki. Namba mkaribishi wageni wageni hao ni miongoni mwa watu ambao wametuwezesha, tunaonyesha pia siku ya leo kuiona inapendeza zaidi ya jinsi iliyokuwa imetarajiwa na watoto a, sijui kama tuko pamoja nao hapa, mama yao wa hajafika, watoto mapacha wale wadogo Tukuwaona umefika asante. <tiple> Flavia, familia Flavia kama wamefika, amekuja na watoto, amekuja na mdogo wao lina na wengine wengine, siku nyingine nao wote ili tuweze kuwatambua, maana wale ndio wanaojadiliwa wanao kwenye vikao vinaofuata, ndio watoto wanaokwenda kwenye kujadiliwa, kwa hiyo walete. Tunamshukuru Mungu, tulifanikiwa kutembelea baadhi ya wajane kadhaa ambao ni wapya kabisa kwenye eneo hili kwa ajili ya kuangalia mahitaji ya watoto ambao wako pale nyumbani ambao wameachwa na mwenzetu ambaye ametutangulia, ili tuweze na kuona namna ya kuweza kuwasaidia wenzetu wanapotangulia mbele ya haki sisi, tunaendeleza pale walipoachia na tunaamini ya kwamba Mungu atatubariki sana. Kwa siku nyingine unakuja na watoto wanaingizwa kwenye majadiliano ya taasisi. Naomba nisome majina ya watoto wafuatao na waweze kusimama. Adamu Daniel. Madam Daniel, naomba pite mbele. Ibrahim Yahaya, Asia Ramadhani, Juma Mohamed, Agnes Arufan, Wilbert Jafet, Yunis Ananiasi, Beatrice Ananiasi, Lea Fadhili, Brightne Faraji Mambo, Bright, eh, Faraji Mambo. Hawa ni mapacha, kuna Brightness na brih Brightne. Brigita Joel, Elizabeth Elisha,

Filipo James Lekupe, Faudhia kutoka Bagamoyo, Musa Frat, Eric wa Kilimanjaro. Kuna mtoto yeyote ambaye sijamtaja jina lake ambaye yuko huko? <coughs> Huyu ni mkongo, huyu ni mwamba. Mwamba yeye anaitwa tofauti na wenzake. Huyo ni Rajabu Waziri, mtoto wetu naye, tulianza naye na, na wakiwa na umri mdogo kabisa, mdogo kama wachekechea, lakini sasa hivi amekuwa mwamba na tunamshukuru Mungu sana. Huyo huyo ambaye amesimama mwishoni ni mtoto ambaye yeye tutakuwa naye mpaka wa mzee atakapokuwa mzee. Kwa nini? Mpige makofi jamani, tutakuwa naye. Watoto wengi wanaishia miaka kumi na nane, anapoingia miaka kumi na tisa tunaangalia mwelekeo wake, anapenda shule, anaendelea form 6 6, amefaulu au amefeli, lakini bado anataka aendelee kupiganiwa, au hana interest ya kuendesha bajeti bodaboda. Kwa hiyo tunaangalia kama ni wabodaboda, basi tuna tunambariki aendelee, sisi bado tupo, tupo bado tunaendelea na taaluma. Tunatamani sana taasisi yetu iwe ni taasisi ya kuzalisha wasomi kao tunaposema tumashia miaka kmi nnne huwa tunaangalia kulingana uwezi na taratibu zetu. Huwezi kumwacha mtoto wa miaka 18 kwa sababu ya sheria ya taasisi wakati mtoto huyo labda yuko mwaka wa kwanza chuo kikuu na ana wa kumsomesha. Kwa ko tunajaribu sana watoto ambao wana interest kuendelea kuwatia moyo na kuwasomesha kuwalivia aja kuwa kuwalea watoto na kuwasaidia watoto wafikie malengo yao na baadaye wajitegemee well, ili waisaidie jamii you know. inayowazunguka na aweze kusaidia pia taasisi yetu na watoto ambao wako chini ya taasisi yetu pendwa ya Great Hope yeah, Tumsifu Yesu Kristo yeah, yeah. tunaye mtoto anaitwa Beatrice ambaye anaingia kwenye majadiliano, majadiliano kujadiliwa kwa ajili ya kuendelezwa kwa kile ambacho anahitaji kukifanya. Anahitaji kumwacha mtaani kuzagaa, alipata kabisa kumuona kwamba hafai tena kusaidika. Najua kabisa kwa muda ambao ame, ame, amekaa amejitafakari, amehuzunika kwa, ame kwa muda wa kutosha, pamoja na taasisi lakini tunaona kabisa kwamba ni jukumu la taasisi kama wazazi kumrejesha huyu mtoto na kuona namna gani tunaweza kumsaidia kama ni ufundi au ni kufanya chochote au ni kufanya kazi, ili asije akata tamaa akapotea, alafu kazi tulioifanya tangu akiwa mdogo ikadharaurika. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa sababu amejadiliwa, na tunaona kabisa kwamba Beatrice ataendelea kusaidiwa na taasisi yetu pendwa ya Great Hope mpaka pale ambapo atafikia kujitegemea na hata kuwa na majonzi tena. Tunaye mtoto wetu Irene Robert ambaye amemaliza kumtoa mwaka juzi. Irene, Irene matokeo yake hayakuwa mazuri sana, na alipenda kwenda ufundi. Alisema kitu anachokitamani sana kuwa fundi, fundi mitindo, fundi cherehani, na tunaamini kabisa kwamba mtoto akisema kitu ambacho anakitaka yeye anatakiwa apewe hicho kitu. Tukimlazimisha sijui au mwanasheria hata tutetea huko kwenye sheria, maana hayupo kwenye hiyo kondi kwao. Tunamshukuru Mungu. Ni mwamini kwamba ajifunze, na anapoonyesha jitihada zake za kujifunza, basi nitamnunulia cherehani nzuri, ya kufuma, ya kushona, na tutamwaga kwenye taasisi yetu, ili akajitegemee na kumsaidia mama pale nyumbani. Na mimi kama mkurugenzi nitafanya hivyo, na Mungu anisaidie. Nakupatia cherehani shuleni nitajitahidi sana. Usije mkasema bwana mwingine atapewa sheria yangu. Ngoja na mimi nikomee kwenye sheria yangu. Tunahitaji mtu atakaye kuwa mkurugenzi wa taasisi hii. Ngoja mimi naanza kuzeka. Wale ni walio niona mwaka 2009 wanaelewa, nikwambia habari ya uzee wataje, wamenielewa. Kuna mtu ametabasamu kule nyuma. Unaona, kwa wale ambao tulikuwa nao miaka 17 iliyopita wanatuelewa

kuruti mwanzo mwisho, kuna nyota zako mwanajeshi, daktari. Jitahidini sana sana sana, tunahitaji kuona madaktari, tunahitaji kuona wanasheria, tunahitaji kuona walimu, tunahitaji kuongoza viongozi wa ustawi wa jamii. Tukienda kule kwenye ustawi wa jamii, tunaona watu wetu ambao tumewalea wenyewe wa wako ofisini Unaita tu madam jo, shida gani madam, kusaidie. Inapendeza sana, kwa hiyo tunatamani sana sana kwamba katika ngazi zote za taaluma tuwe na watoto kwenye serikali, tuwe na watoto ambao tumewalea wenyewe na ni vijana hao kule serikalini juu. Tunaelewana? Jitahidini sana sana. Uyibat jitahidi sana, kutegemea ndugu yangu, sawa? Unaona, ameahidi usiameahidi huyu. hni mikonoletu wa sekondari tumeweza nao wadogo na tunajua kuna mahali tunakwenda, kuna mahali tunakwenda na Mungu, lagu, tuna Mungu anakusaidia. Tunaombea Mungu mfaulu vizuri. Ambaye umefeli mkirudi kwangu, kiliambia madam, nilicheza nilzurura, nienda chimbo. Sasa hivi siendi tena chimbo, nataka kurudia shule, nitafanya vizuri, nitakulipia ada mara moja nitakulipia. Hapa uje tu unyenyekee, nitakulipia. Mtu asikate tamaa. Kukata tamaa ni marufuku. Ni nini marufuku? Kukata tamaa, ili baadaye tu ni jamii kubwa, jamii ya maana, kwanza inamjua Mungu na jamii yenye taaluma, tuweze kuulikomboa ku, eneo letu ili la, la Ulongoni jia nyie eneo letu la Olongoni lina sura tofauti na sura ile ya mwanzo. Huku tulikuwa hata chekechea, mtoto unaenda kumbembeleza mpaka, hata ukimwambia anakuja shule bure, haji. Taaluma ilikuwa haipo, lakini tunamshukuru Mungu sasa hivi kwamba kuna watu ambao wanafanya vizuri sana hapa. Kuna watoto mpaka wanapata wani shuleni. Kuna mtu kaniambia yeye amepata wani ya kumi na tatu. Sitaki kumtaja maana wale waliopata elfu sijui watajisikiaje lakini jitahidi sana sana sana, tupate watu wenye taaluma, watu wenye kufanya vizuri shuleni. Mungu awabariki sana. naomba watoto wetu wazuri mrudi kwa kazi. Siku ya leo ni siku ambayo tutagawa chakula kwa ajili ya watoto wanaosaidiwa wakiwa majumbani wakiwa wanakaa na bibi zao na pia tutagawa vifaa vya shule kwa ajili ya watoto hawa wanaokaa majumbani ambao tunawasaidia wako chini ya taasisi yetu tangu miaka kumi na nne iliyopita na wengine miaka kumi na saba iliyopita bado tunaendelea kuwasaidia, kwa sababu kituo chetu ni kidogo hakiwezi kubeba watoto wote. Itakuwa ni, ni afya sio afya kuwaweka watoto wengi kwenye kituo kidogo. Kwa hiyo wale ambao wako kituoni pia tutawapa zawadi zao za shule waliofanya vizuri, hata wale ambao hawajafanya vizuri bado tunatambua uwepo wao, kwa sababu wanaenda shule, wanahudhuria shule. Tunaamini ya kwamba tunapowalipia tuition na kuwatia moyo, wanafanya vizuri, wakani watakuwa na matokeo mazuri sana. Tuna watoto ambao wako nje ya wa Dar es Salaam, tuna watoto wa Great Hope ambao wako mkoa wa Pwani, Bagamoyo, na wengine wako Bunju <laughs> wengine wako Kilimanjaro, ambao tunawapa. tuna, tuna misaada ya daftari, mavitabu, mabegi ya shule pamoja na chakula. Kuna watoto waliofanya ukorofi kituoni, serikali ikatusaidia pamoja na jeshi la polisi ili waweze kukaa makwao ili wasiweze kuambukiza watoto wao kituoni tabia za mtaani, ambazo walikuwa wameshaanza kuziga na zilikuwa zimeshapita kiwango, kiasi ambacho polisi walingilia kati. Tunaamini kwamba kwa maombi yenu nyiye kama wazazi, kuna mahali Mungu anatufikisha. Changamoto ni kubwa tunayoipitia, lakini tunaona kabisa kuna mahali Mungu anatupeleka, hatuko vile tulivyo. Mama Adamu ananielewa, mama Asia ananielewa. Hebu wafunge mkono wa wawili, wamenielewa sana, wanajua tulipotoka. Tulipotoka ni mbali, ni mbali sana. Kuna tunapokwenda, tunaiona njia. Juma amenielewa. Hebu funga mkono, watu wajue Juma ni nani. umeona kifaa hicho jeshi, yes. Hawa ni watoto wetu wazuri sana. Mimi nafurahi sana nikiwaona kwa sababu nilianza nao wakiwa wadogo sana, form 3 nimeanza naye akiwa darasa la kwanza kwao. Nikimwona naona kama mtoto nilie mzaa, na ninamshukuru Mungu sana. Kabla sijaendelea mbali kwa mbele kwa, kwa sababu tumeanza muda wakuwa umeisha sana na watu wamekuja mapema, niweze kuwatambua watu ambao wamejiunga kutoa ufadhili siku ya leo na kusaidia kuleta baadhi ya vifaa kwa ajili ya watoto wetu. Kuna vifaa ambayo tumeletewa leo, tumeletewa thermos, tumeletewa vifaa vya watoto wa kike, tumeletewa vikombe, tumeletewa bakuli, tumeletewa sahani, tumeletewa vijiko. Hakuna kula tena na mkono. Tumeletewa vitu vingi sana, tumeletewa pipi nyingi tunaomba kuwatambua wageni wetu hawa ambao wamefika kwa mara ya kwanza, na hawajafika tu kutembea. Kila ambacho Mungu amewapa kwenye mikono yao wamemrudishia kwa moyo wa shukrani. Naomba ndugu yangu pamoja na timu yako usimame kumheshimu Mungu.